Karibu tena tukiingia katika makala yetu ya kila wiki ya Elimu na Taaluma. visa vya wanafunzi haswa wa vyuo vikuu kupata ujauzito sio geni, wengi hujipata katika hali ya kutatanisha kwa sababu wanafaa kulea mimba na watoto na hali ni wanafunzi. Sasa baadhi ya wanafunzi wa kike chuoni Egerton wamejipata katika hali hiyo na kuanzisha kituo cha malezi chuoni. Kamche Menza alifika Egerton na sasa natupambia makala yetu ya kila Jumatatu, Elimu na Taaluma. Ndio shughuli anayoamkia Elizabeth Wafula, mwanafunzi wa mwaka wa nne chuoni Egerton. Anamwandaa mwanawe ili aelekee naye chuoni. Ni hali tofauti na miaka ya nyuma ambapo hapakuwa na huduma za watoto vyuoni. My mind is not settled because

A house help kisha moja kwa moja wazazi hawa hufululiza hadi ndani mwa chumba hiki kilichoandaliwa mahususi kwa wanafunzi wenye watoto. Ni wanafunzi wazazi wachache tu kati ya wengi chuoni humu ambao waliamua kuungana na kubuni chama chao angalau waweze kusaidiana hata kimawazo. Damaris Parsitau, mkurugenzi katika idara ya wanawake na jinsia chuoni humu, anasema waliamua kuwapiga jeki wanafunzi waliojipata na watoto, na ndiposa walizindua mpango wa malezi ya muda chuoni mpango ambao wanafunzi husika wanadai kuwanufaisha sihaba kila mwanafunzi husika hulipa shilingi elfu moja mia tano kama ada kwa huduma wanayopewa many of them really don't know what to do first of all they are ill equipped to become mothers at that particular time and one thing whether we like it or not we will always have the problem of student mothers.

Idara hiyo inasema kuwa swala la wanafunzi kupata mimba bila mpango huathiri taifa lote kwa kuwa kumi kati ya wajawazito mia moja huwa wanafunzi. Ni chumba ambacho kufikia sasa kinatoa malezi ya muda kwa watoto wadogo. Wazazi wao ambao ni wanafunzi katika chuo hiki kikuu cha Egerton wanadai kuwa japo ni changamoto kujumuisha masomo na ulezi, huduma hii imewasaidia kupata afueni katika kuwalea wana wao. Kamche Menza, KTN katika chuo kikuu cha Egerton, makala ya elimu na taaluma.